Haya mambo ya diskasheni haya, wanawake na wanaume, mnaita hivyo shekhe? Wanawake na wanaume mmekaa mapaja wazi, wanawake makwapa wazi. Wewe kijana wa Kiislamu, ukiona haya kimbia, kaa mbali, kwani hii diskasheni, ndugu zanguni, hainogagi hai, mpaka wanawake na wanaume? Yaani haiwezekani wanaume wakakaa kwao wakafanya hicho na wanawake wakakaa kwao wakafanya hicho, mpaka wanaume na wanawake wakichanganya, ndo hiyo kitu inakuwa safi kabisa, ndo hivyo? au ni shethwana anatupambia matendo yetu? Haya mambo ya discussion haya, wanawake na wanaume mnaita hivyo shekhe? Wanawake na wanaume mmekaa mapaja wazi, wanawake makwapa wazi. Wewe kijana wa we, Kiislamu ukiona haya kimbia, kaa mbali, kwani hii discussion, ndugu zangu ni hainogagi hai, mpaka wanawake na wanaume, yani haiwezekani wanaume wakakaa kwao wakafanya hicho na wanawake wakakaa kwao wakafanya hicho, mpaka wanaume na wanawake wakichanganya ndo hiyo kitu inakuwa safi kabisa? Ndo hivyo au ni sheitwana anatupambia matendo yetu? Haya, am mambo ya discussion haya, wanawake na wanaume mnaita hivyo shekhe? Wanawake na wanaume mmekaa mapaja wazi, wanawake makwapa wazi. Wewe kijana wa Kiislamu ukiona haya kimbia, kaa mbali, kwani hii discussion ndugu zanguni hainogagi hai mpaka wanawake na wanaume, yani haiwezekani. Wanaume wakakaa kwao wakafanya hicho na wanawake wakakaa kwao wakafanya hicho, mpaka wanaume na wanawake wakichanganya ndo hiyo kitu inakuwa safi kabisa. Ndo hivyo, au ni sheitani anatupambia matendo yetu haya mambo am